Hi guys, karibu tena katika Urembo na Princes' Zey. Leo tupo katika hatua ya mwisho ya kujifunza kusuka kwa wasiojua kabisa. Hatua ya kipekee ambayo itakufungulia mlango wa kuwa msusi hodari. Katika hatua hii utajifunza jinsi ya kuchota nywele kwa usahihi na kusuka kwa umaridadi. Kama bado hujatizama video ya hatua ya kwanza na ya pili unaweza kuzitazama kupitia linki iliyo hapa chini kabla ya kuendelea ili upate mwongozo mzuri kutoka mwanzo. Ka tayari kuboresha safari yako ya ususi, tunaanza. Utaanza kwa kupaka mafuta kwenye nywele zako, na mafuta mazuri ni mafuta ya maji, hasa hasa mafuta ya nazi. Unapopaka mafuta hakikisha yamekolea kwenye nywele ili kuzipa nywele mwonekano mzuri utakapozisuka. Baada ya hapo, inatakiwa uwe na maji ya karafuu. Maji ya karafuu kwenye nywele yana faida nyingi sana, ikiwemo kukuza nywele, kuzijaza, kufanya nywele zisiwashe, pia kuondoa mba. Utapaka maji kichwa kizima, ukiwa unakata na kuweka kwenye ngozi. Haya maji yanatakiwa yaingie kwenye ngozi. Baada ya kumaliza inatakiwa umasaji nywele zako. Kumasaji kunafanya maji yafanye kazi yake vizuri kwenye nywele. Ukimaliza, inatakiwa uchane nywele zako mpaka zichanike vizuri, ili unapokuja kusuka usihangaike. Baada ya hapo, utachukua chanuo la mbao na kukata mistari. Jinsi ya kukata mistari, inatakiwa ulaze chanuo, unaingiza chanuo kwenye nywele alafu unakata mstari wako, kisha unanyanyua nywele zako, alafu unatenganisha namna hii. Utakata na upande wa pili, ili upate nywele ambayo utaenda kuisuka. Kwenye kukata, inatakiwa usikate nywele ndefu sana, kwa kuwa bado unajifunza kusuka. Kwa hivyo unavyokata mstari, kata mstari mfupi, nywele iwe fupi, isiwe ndefu sana. Baada ya hapo, inatakiwa utenganishe kwenye ile nywele uliyoikata utenganishe pande mbili. Baada ya hapo, inatakiwa unachota kanywele kadogo kama haka ninako kachota hapa. Utaanza na upande mmoja, utachota kanywele kadogo kama haka. Hivi vidole viwili vinaenda kuipokea ile nywele iliyochotwa, kisha vinaileta katikati. Unapoileta ile nywele katikati, inatakiwa utumie mkono ulipochota nywele, kidole gumba kije kizuie ule mkono. Kisha unaenda upande wa kulia, na wenyewe unachota kanywele kadogo, unakaleta katikati. Unapokaleta katikati, kumbuka, katikati kuna nywele uliiweka ile ya katikati inatakiwa itoke irudi upande wa kulia. Ile iliyotoka upande wa kulia inakuja kukaa katikati, unazuia na kidole gumba cha mkono wa kulia. Unaenda upande wa kushoto, unachota tena kanywele kadogo, unakaleta katikati. Kumbuka katikati kuna nywele, kwa hivyo utaitoa na kuipeleka upande wa kushoto ile uliyotoa upande wa kushoto ndiyo itakuja katikati na kuzuiwa na kidole gumba. Kuna nywele ulikuwa umeshaisuka kwa mzunguko wa kwanza, kwa hivyo ili kuendelea kusuka inatakiwa uongezee nywele nyingine kidogo, huo unachota nywele kidogo kidogo ili kupata macho mazuri. Kwa hivyo utakavyoongeza nywele kidogo, utachanganya na ile uliyoisuka mwanzoni. Zikichanganyikana kwa pamoja, unazipeleka zote kwa katikati pale katikati kutakuwa na nywele unaitoa, unaiweka upande wa kulia. Hii iliyotoka upande wa kulia unaiweka katikati, unazuia na kidole gumba, unaenda tena upande wa kushoto. Kulikuwa na nywele ambayo umeshaisuka, kwa hivyo utaongezea tena kanywele kingine kadogo, katachanganyikana na ile nywele ambayo umeshaisuka, unazileta zote kwa pamoja katikati Kabla ya kukaa katikati ya katikati, inabidi itoke irudi upande wa kushoto. Unaleta nywele ile ya upande wa kushoto katikati, unazuia na kidole gumba, kisha unaenda tena upande wa kulia, unaongezea nywele kidogo. Kwenye kuchota, uwe unachota na hichi kidole baada ya kidole gumba. Utaongezea nywele kidogo, utachanganya na ile ambayo imetoka kusukwa. Ukizichanganya kwa pamoja zote unazileta katikati ili zikae katikati. Kumbuka katikati kuna nywele, kwa hivyo inatoka na kurudi upande wa kulia. Ukileta hiyo nywele iliyo upande wa kulia katikati, unazuia na kidole gumba, unachota tena nywele upande wa kushoto kwa kuongezea, unaileta katikati ya katikati, inatakiwa itoke na kwenda upande wa kushoto Utazuia na kidole gumba, unaenda tena upande wa kulia, unachota nywele kidogo, unaileta katikati ili ikae katikati ya katikati, inabidi itoke na kurudi upande wa kulia. Hii ulioitoa kulia, ukiileta katikati, unazuia na kidole gumba cha mkono wa kulia, unaenda tena upande wa kushoto unaongezea nywele kidogo, unaileta katikati. Unapoileta katikati ya katikati, inarudi upande wa kushoto, unaileta katikati, unazuia kwa kidole gumba. Unaenda tena upande wa kulia, unachota nywele kidogo kwa kuongezea, kisha unaileta katikati ya katikati, inatoka na kurudi upande wa kulia. Ni rahisi sana kipenzi changu. Ukisuka kwa mwanzoni usiwe na haraka ya kuwahi kumaliza. Unapoendelea kusuka ndivyo unaona msuko unatokea. Kwa hivyo kuwa mvumilivu, alafu usichote nywele nyingi nyingi ili upate macho mazuri. Ya katikati inatoka na kurudi upande wa kushoto. Ya kushoto inakuja katikati. Unaenda tena upande wa kulia, unaongezea nywele kidogo, unaileta katikati. Ukileta katikati, ya katikati inatoka na kurudi upande wa kulia. Unavoileta katikati, inatakiwa uzuie na kidole gumba. Unavokuwa unaendelea kusuka, nywele itakuwa inajaa mikononi. Ili kuidhibiti, inatakiwa uo na ibana kwa hivi vidole viwili vya mwanzo, kidole gumba na kidole kinachofuata. Hivo ndio itakuwa inakufanya kufanya nywele isijae sana mikononi. Unaenda upande wa kulia, unachota nywele kidogo kwa kuongezea, unaileta katikati. Unapoileta katikati ya katikati, inabidi itoke na kwenda upande wa kulia. Ile ulioitoa upande wa kulia, ukiileta katikati, unazuia kwa kidole gumba. unaenda tena upande wa kushoto, unachota nywele kidogo, unaileta katikati ya katikati, inatoka na kwenda upande wa kushoto utazuia kwa kidole gumba. Unachukua tena nywele ya upande wa kulia unaileta katikati ya katikati, inabidi itoke na kwenda upande wa kulia. Kipenzi changu, unavyoendelea kusuka ukiwa unaona nywele imejaa mkononi ikaanza kukushinda, inatakiwa ufungie hapo hapo, ili isije ikachanganyikana, ikuletee mwonekano mzuri. Baada ya kuona nywele yangu imekuwa nyingi mkononi, nitafunga mkia. na nywele yangu inakuwa imeonekana kama hivi. Tutasuka nywele ya pili ili mwelewe kwa uzuri zaidi. Unakata mstari ili upate pande mbili za nywele. Baada ya kupata pande mbili za nywele, kuna wengine wanasema wanaposuka wanashindwa kuchota. Siri ya kuchota, nywele ya kwanza natakiwa ichote kidogo, ya pili unaongezea, ya tatu tena unaongezea kidogo, kwa kulinganisha, kwa kuwa unalinganisha kama hivi ninavyoongeza hapa. Naomba unitazame kwa umakini, hivi ndio utapata nywele inayoeleweka, na upande wa pili utafanya hivyo hivyo hivyo. ka kwanza utakachota kadogo sana kwa pale mbele pale, alafu kanakofata utakaongezea kwa kidogo kama hapa ninavyoongeza, pia inayofata utaongeza tena kidogo, alafu ndio utakuwa unaenda unaendelea kusuka kama kawaida. Tunaanza sasa kusuka, naomba unitazame kwa umakini. Nachota kanywele ka kwanza kadogo, unaweza ukaanza na upande wowote. Naileta katikati nywele niliyoichota upande wangu wa kwanza. Nikishaileta katikati, nazuia kwa kidole gumba. Hiyo ni hatua ya kwanza. Unaenda tena upande wa pili ambao ni wa kulia, unachota nywele kidogo. Ukishachota nywele kidogo ya upande wa kulia, unaileta katikati. Kumbuka wakati huo katikati kuna nywele kwa hivyo ili uilete katikati, katikati, katikati, katikati ya katikati inabidi itoke na kurudi upande wa kulia. Ile ulioitoa upande wa kulia unaileta katikati, wakati huo unazuia na kidole gumba cha mkono wa kulia. Unaenda kuongezea nywele kidogo, nitazame ninavyoongezea, usawa ninaoongezea, unaileta katikati ya katikati inabidi itoke na kwenda upande wa kushoto kisha ile ya upande wa kushoto unaizuia kwa kuiweka katikati, unaizuia na kidole gumba. Unaenda tena upande wa kulia, unachota nywele kidogo, unaileta katikati ya katikati, inatoka na kwenda upande wa kulia, kisha unazuia kwa kidole gumba cha mkono wa kulia. Ni rahisi sana kipenzi changu, kikubwa ni kufanyia mazoezi. Unaenda tena upande wa kushoto unachota nywele kidogo unaileta katikati ya katikati inatoka na kwenda upande wa kushoto, kish, kisha ile ya kushoto inazuiwa na kidole gumba, unaenda tena upande wa kulia unachota nywele kwa kuongezea huo unaongeza nywele kidogo kidogo. Ukiongeza nywele nyingi utapata macho makubwa makubwa, ukiwa unaongeza nywele kidogo kidogo, macho yako ndio yatakuwa madogo madogo. Kipenzi changu, unavyoendelea kuangalia video hii, naomba usisahau kusubscribe kwa kubonyeza hilo neno lililoandikwa subscribe hapo chini, kisha alama ya kengele, ili kunipa nguvu mimi ya kukuletea vipindi vingine vingi na vizuri zaidi. Tunaendelea. Unachukua nywele ya upande wa kushoto, kwa kuongezea kanywele kadogo, unachanganya na ile ambayo imeshasukwa, unaileta katikati. Ile ya katikati inatakiwa itoke upande wa kushoto, upande itoke pale katikati ije upande wa kushoto, ile ya kushoto inakuja katikati. Unapoileta katikati, unazuia kwa kidole gumba. Ni rahisi sana kipenzi changu, kikubwa ni kufanyia mazoezi na unapokosea ndipo unapojifunza. Ukikosea usifumue, endelea kusuka hivyo hivyo na usuke mara nyingi nyingi, utajikuta mikono yenyewe inazoea na inaweza. Unachukua nywele ya katikati, unairudisha upande wa kulia ya kulia inakuja katikati, unazuia kwa kidole gumba, unaenda kuchukua nywele ya upande wa kushoto, unaileta katikati. Ya katikati inatoka na kwenda upande wa kushoto ili ya kushoto iweze kuja katikati. Ya kushoto inakuja katikati, inazuiwa na kidole gumba. Mpaka hapa kipenzi changu, naamini utakuwa umenielewa. Kama hujanielewa naomba niandikie hapo chini kwenye komenti, sehemu gani imekuwa ngumu, sehemu gani umeweza, nitakuelekeza au kufanya video nyingine kwa ajili yako. Na unaposuka nywele hizi, haitakiwi usukie nywele ndefu, kwa kuwa kama bado unaanza, kama bado unaanza na wewe ni mwanafunzi usiyejua kusuka kabisa, inatakiwa mtafute mtu mwenye nywele fupi ili unavosuka zisikuchanganye. Nywele ndefu kwa mara ya kwanza kwa kuanzia, hau hautaweza kusuka vizuri, zitakuwa zinakuchanganya mkononi, zitakuwa zinaja. Kwa hivyo tafuta mtu mwenye nywele fupi, ndiyo ujifunzie kwake. Tunaendelea, unatoa nywele ya katikati, unaipeleka upande wa kushoto, ya kushoto inakuja kulala pale katikati, halafu unaenda kuchota nywele kidogo kwa kuongezea upande wa kulia unaileta katikati, ya kulia itakuja katikati na kuzuiwa kwa kidole gumba. Utaenda tena upande wa kushoto, unachota nywele kidogo kwa kuongezea. Unapoongezea unaileta katikati, ya katikati inatakiwa itoke na kurudi upande wa kushoto. Ukirudisha upande wa kushoto, unaleta ya kushoto katikati, unazuia kwa kidole gumba. Unaenda tena kuchota upande wa kulia. Ni rahisi sana kipenzi changu, hatua ni tatu. Unavochota nywele upande wa kushoto, unavoileta katikati, unazuia na kidole gumba, ya katikati inatakiwa tena unaitoa na kuipeleka upande uliotoa nywele wakati huo, halafu unazuia unaleta nywele tena nyingine katikati, unazuia na kidole gumba. Mpaka kufikia hapa, naamini kuna mwanga umeupata Kikubwa fanyia mazoezi na wewe utaweza. Jiamini katika mikono yako, usitetemeke. Mpaka kufikia hapa, video yetu ya hatua ya mwisho kwa mnyoosho inakuwa imefikia mwisho. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, na kushea kwa wengine ili wajifunze kama wewe. Asanteni ah, na kwaherini.